Ametusaidia. Atakupiga pira zuchu wala zukumselebenu, tulipiga pira safeda, safisha, pendezesha Dar es Salaam. Dar es Salaam yote imetulia mpaka leo hii, Dar es Salaam watu bado watu. Kwa kweli mimi nimefurahi. Watu wengi wanasema agulii, nimefarijika, nimefurahi. Hatukatai hata walisema. So wao wenyewe logosi ni walisemasemalirogo, lakini Mungu ametusaidia kwa hiyo wacha waongee, sisi zetu ni vitendo. Kwa hiyo kwa hiyo kwa kudura zake Mwenyezi Mungu mimi nime nafaidika nimefurahi sana kuingia nusu so swala so la sana... na na mchezo, nawapongeza sana nalipongeza sana technical bench langu na mashabiki wezangu wa Simba Sport. Ukitaka kujua kwamba mashindano sio ya mchezo bahati, mi nipata bahati ya niliona wale wa misi jinsi walivyokuwa wote wako tugeza yaani kila wanachokifanya unaona kabisa hata kuingia mazingira yetu kuingia uwanjani wote tuliingizwa kwenye geti moja. Aidha, kama unataka kuishabikia timu yetu ya Simba Sports, kama kwenye geti letu tulikuwa tumechaguliwa lile, lazima uwe na passport moja. hata kama labda kule unasoma, lazima uwe na kibali kwamba uonyeshe kama kule unasoma moja, lazima uwe na, yaani ukija na iPhone watakuzuia ni yaani chaji unajua ukisafiri nakamakotani lazima uwe na vitu kwenye kibegi vyote hivyo, sikuli viacha kwa nje. Nampongeza sana balozi wa Tanzania nchini Misri, lijamaa alikuwa anaitwa si Richard kitu kama hivyo, meja general kitu kama hivi, alijitahidi. Wana simba wote tulikuepokali tulisapoti team lo. Kitendo cha simba kuingia nusu fainali si masiala, na ndio maana tumezidi

nguvu zake Mungu mimi naona tunatoboa. Sasa mimi nikushukuru sana. E, pamoja pamoja nyoka baby kwenye tenga. ni sawa na, na, na mtume tu, Mungu amempa kibali. Yoyote ule atakaye kuja Simba namba na mbili, kama kama Baba Esa, Bas, okay. car, akune, akune, Baba Esa ajasema basi hiyo haiwezekani, siuli haiwezekani, hakuna kuweza kumsimamisha amkosa, hakuna kumsimamisha Baba Esa katika zile penati kimataifa yeye alipiga ile penati ya mwisho wa ushindi. Ile unao unaizungumzia, ile penati penati ya mwisho ile, kapombe ni kawaida yake. Baba Esa yeye ndiyo aliandaliwa aliandaliwa kama ikiwa penati yeye hatafunga penati ya mwisho, na ile na lile neno alitoa mwamposa akishirikiana na shemkuu wa Dar es Salaam, hii walimwambia kwamba mtu wa mwisho atapiga penati kama ikifoa penati hapige Shomari Kapombe au ek, Baba Esther hile ni neno kutoka kwa Mamposa, mtumishi wa Mungu bora mwenye kibali cha Mungu. Hakuna mtu yoyote ama kibali cha Mungu zaidi ya Mwamposa. Unajua kusoma Jesus, Jesus. Jesus. <laughs> <laughs> Asante.